Katika utekelezaji wa sera ya elimu ya amali serikali mkoani Tanga imesema kuwa itahakikisha inaweka mazingira mazuri kwa kushirikiana na wadau ili vijana wengi waweze kunufaika na masomo ya sayansi na teknolojia. Hayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Tanga, Dr. Batlida Buriani wakati wa maadhimisho ya miaka mitano ya kituo cha sayansi cha Tanga STEM Park. Serikali imetoa fedha kwa mikoa tisa tutajengewa kituo cha umahiri cha masuala ya teknolojia ya habari lakini pia na mawasiliano na masuala mazima ya sayansi. Na kituo kile kitakachokuwa sido kitawasaidia sasa vijana ambao wametoka katika mavyuo mbalimbali, wenye ubunifu zao waende pale, waka ikawe ni kama kituo atimizi ya kuweza kuibua yale mawazo na kuyafanyia kwenye eneo la biashara, ili liende sasa kwenye masoko. Kwa hivyo, na vijana watakaotoka na bunifu zao na wenyewe tayari wana daraja na sehemu ya kwenda kwenda kuongeza kuzalisha, niende kwenye biashara. Na sisi kama mkoa, wilaya zetu zote, msimamo ni huo, kusaidia maeneo ambayo yataleta ajira. Tunachotaka vijana watoke mashuleni wakajiajiri. Utakakuwa watakaoajiriwa ni kiasi kidogo, lakini wengi tunategemea hata hivyo mkurugenzi wa taasisi ya Project Inspire ambao ndio wasimamizi wa kituo hicho wakasema kuwa wapo tayari kutoa ushauri kwa serikali kuhusu namna bora ya utekelezaji wa sera hiyo. mabadiliko haya ya uh, sera mpya ya elimu ambayo ina msisitizo kwenye amali, kujifunza kwa vitendo na matumizi ya teknolojia katika ufundishaji, haya mambo yote sisi kama taasisi na STEM Park tumekuwa tukiyafanya kwa miaka karibu kumi iliyopita huko nyuma na sasa hii sera ilivyokuja inatupa nguvu sisi kwamba miaka mitano ijayo tunaweza tukawa kuwa washirika wa wazuri na serikali kwa ajili ya kuboresha au utekelezaji wa hii sera mpya ya elimu amb. Walimu na walezi wakaeleza umuhimu wa kituo hicho katika kuchochea bunifu na mafunzo ya kisayansi kwa vijana wao. Mtoto wangu sasa hivi o ameenda form 5 na yupo vizuri sana kwenye maswala ya kompyuta. Simu imeharibika na uwezo wa kuifungua na kuitengeneza, kompyuta imeharibika na uwezo wa kufungua na kuitengeneza. Kituo hiki kimeleta ukombozi wa majaribio ya kisayansi ambayo shuleni madarasani yanaandikwa kwenye vitabu, yametungwa vizuri, lakini vifaa vinakopa wachache. Kwa hiyo unakuta mwalimu inakusaidia kama kuna jaribio ambalo unataka kulifanya, alafu vifaa ni vichache, basi unakuja STEM Park. Kituo cha sayansi cha Tanga STEM Park kilianzishwa kwa lengo la kuwasaidia vijana kupata mafunzo kwa vitendo ya elimu ya sayansi, uhandisi na bunifu za kiteknolojia. Amina Omar, Daily News Digital.